Chezea, Amina leo ewe Amina leo, siku ya kwa mafari kamasamu, jiachia na jifurahishe. Habari ndo hiyo, jambo mwatima unalo na moto na tunatamba nalo leo kwako, habari ndo hiyo. Chezea wewe mdau, kama mdau leo ndani ya nyumba leo. Niko hapa sio kama mwenyekiti, niko kama mdau ndani ya nyumba, jamani. Baada ya kutoka hapo, wanaingia mabibi, mabibi, mpo mabibi? Mabibi wamesema Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Nimeitwa nije kuongea sawa, lakini leo kwa furaha niliokuwa nayo mimi nikitaka nisongee kitu chochote, niweze tu kuwa na wageni wangu kuzunguka nao, kudeka nao dufu, kushauliana nao mambo mbalimbali, lakini madhari nimeitwa nije kusema neno. Kwanza nashukuru, nashukuru kwa wito mulokuwa mumekuja kuniitika. Na kwa kusema ukweli, napata wakati mgumu niongee nini, watu waliokuwa na tabasamu kama hizi. Lakini na mimi niongee kidogo, na ongea wajiri, kwa ajili kitu kikubwa kwanza kuwakaribisha, naomba sana nawakaribisha ndugu wote waliofika kwenye shughuli hii, wajisikie wako nyumbani, na wajisikie wako huru, na usiwe na unyonge wa aina yoyote, deka dufu vile unavyoweza, hakuna mtu atakayebuguzi wala atakuja kukukwaa. Kwa hiyo kwanza nawakaribisha wote, karibuni nyumbani, na mjisikie muko nyumbani, na jingine kidogo kwa wageni wangu hapa kwenye mtaa wetu kidogo tumepata choo cha mtaa. Kwa hiyo hiki choo kinatumika na maji yapo, kwa wale wageni tutakuwa tunakitumia. Na pili, hapa shughuli hii hapa tulokuwepo, yaani shughuli hii inarushwa moja kwa moja. Kama unakuwa na simu yako kubwa una bando, ukaandika haswa TV, basi unaonekana live. Kama ndugu yako yuko Dodoma, unaweza ukamwambia andike neno hilo, atakuwa anakuona unaponeka duhu na halafu, pili tuna mwandishi wa habari wa wilaya au wa Tanzania make, mpaka Dodoma nafika na sehemu mbalimbali kuratibu mambo mbalimbali mbali mbali ya viongozi wa serikali pamoja na mambo ya dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo nawaomba wageni wangu nilokuwa nimewaalika kuja kwenye kuhudhuria kwenye shughuli hii, naomba kameramani anapopita, naomba kidogo tusiwe na kusema mimi sitaki kumika au sitaki usinipite, yani ukawa mkali kuliko yeye kidogo, manake huyu mwandishi wa habari ni mgeni, kwa hiyo sisi ni wenyeji, kwa hiyo sisi tunatakiwa tumpe ushirikiano huyu. Kwa hiyo mimi nisije nikaharibu shughuli, manake nikaongea sana. Narudia nawakaribisha, cheza iwezavyo, nisikie huko nyumbani, karibu sana. Ano mwandishi wa habari, na wewe kama kuna vitu vyako uliokuwa unataka kuongea basi, naomba kanaye pembeni, atakuhoji pia, atavirusha atavichanganya. Na baada ya hapa utakuwepo na sidii mbalimbali ya mwenendo mzima wa shughuli hii hmm. Kwa hiyo hizo zitakuwepo kwenye kompyuta mbalimbali, mafia tutazitangaza. Unaweza ukenda pale zikaandikwa jina kwenye kompyuta na zikawa zinapatikana flash, ukawa unajiangalia siku kama ya leo, unakumbuka kwa hiyo nawaomba sana tuwe wavumilivu, maanake wa tuliondoka kwenye mvua kidogo, imetuchotea muda, lakini mambo ya Mwenyezi Mungu hayana makosa, nayo neema, manake ya kavumbi limekuwa limepungua hapa. Kwa hiyo nawakaribisha sana, karibuni sana ndugu, karibuni Kirongwe, karibuni kwa Kamanda na, mam, na mama Kamanda. Asanteni sana kwa kunisikiliza, karibuni sana, asante sana MC, naomba